Ukatili wa kiuchumi, kisaikolojia, kimwili, kingono na kimtandao hutokea sana katika maisha ya vyuoni, na serikali pamoja na wadau mbalimbali wamekuwa wakipaza sauti zao katika kuhakikisha kuwa wanatokomeza vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia vyuoni. Sasa miongoni mwa wadau hao ni shirika la kimaendeleo la Kijerumani GIZ, ambao leo tarehe 15 mwezi wa nne mwaka huu hapa kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Dodoma kupitia kliniki ya msaada wa kisheria Udom LAK wamefanya tukio la kubadilishana uzoefu kati ya wadau mbalimbali, ikiwemo paraligo, dawati la jinsia la polisi, dawati la jinsia Udom, pamoja na wadau wengine, wakishirikiana na wanafunzi wote wa chuo kikuu cha Dodoma kwanza ni kuwajengea uwezo wa wanafunzi wa chuo ambao tunategemea wao ndo vinara katika kukomesha ukatili wa kijinsia ni kama vile uh, splash and ripple effect kwamba unaweka maji na kurusha jiwe moja lakini unategemea maji yataruka sehemu nyingi zaidi. Kwa hiyo tunachokifanya kwamba tunapoleta elimu chuo kikuu cha Dodoma, tunategemea wanafunzi kuisambaza ile elimu kwa wananchi wengi zaidi wakiwemo familia zao, lakini pia tunategemea hawa kesho na kesho kutwa wanaokuja kufanya kazi kwenye jamii kwao, tunategemea kwamba elimu ambayo wameipata leo itakuwa chachu katika kukomesha ukatili wa kijinsia. Hii midahalo inakwenda kujengea uwezo na pia kubadilishana uzoefu, pia kupitia hata matukio mbalimbali ambayo tunaenda kusimuliana, basi tunakuwa, tunapata uzoefu ambao unakwenda kutupa ujasiri mkubwa sana katika swala la kujua jamii yetu vizuri. Hata kama unapokutana na changamoto, basi unajua ina namna gani ya kuweza kutatua. Kuna umuhimu mkubwa wa kuwepo na midahalo kama hii ya kuzungumzia ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto kwa sababu tunakuwa tunapasha akili za watu bio ya, ya elimu ya ukatili, na namna gani wanaweza kujikinga na ukatili dhidi ya, dhidi yao watoto au na watu wazima, na inawasaidia sana katika elimu. Kwa mfano kama hapa tulikuwa chuo cha UDOM, kuwasaidia wao kama wanafunzi kujua nafasi zao katika jamii katika kuelimisha juu ya ukatili wa kijinsia, na namna gani watafanya pale wanapokuwa wao watakuwa wamepata ukatili aidha wa kijinsia au ukatili wa kimtandao na aina kama hizo. Uh, kitu nilichojifunza leo ni kwamba jamii inatakiwa ionyeshe ushirikiano endapo ukatili wa kijinsia ukitokezea kwa namna yoyote ile. Niwahimize e, wanafunzi na wadau wa maendeleo kuwa mihimili e, wa waku, kutokomeza na kupinga ukatili wa kijinsia, kwani ndio msingi halisi wa maendeleo endelevu ya jamii na taifa kwa ujumla. Usikwepe, usinyamaze, toa taarifa kuhusu ukatili wa kijinsia pamoja, tuungane kutokomeza ukatili wa kijinsia. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine. Bye bye.